Hello Africa, mambo vipi lovers? Kwa majina naitwa Halima Adam, tuko hapa Sinza Aavile, baada ya kukamilisha kwa mashindano makubwa kabisa ambayo yameacha kumbukumbu ya, kumbu kumbu ya kihistoria juu ya ushindani na burudani ya kipekee kabisa. Mashindano haya yalidhaminiwa na Smart Paint, rangi bila kuskim, moja ya rangi bora kabisa tulionayo mjini kwa sasa, na kwa heshima kubwa Ninao wadhamini sana, habari yako? Yako salama salama habari kabisa leo kwa naitwa Mr. sana katika mashindano haya Mwaga Kupala. Asante sana, kama mdau wa kutebo, ilikuwa ni siku nzuri sana, kuanzia jana mashindano yalipoanza mpaka sasa tunamaliza, hakika ilikuwa siku nzuri sana yes. Nini kimekuvutia zaidi au kimekuhamasisha kuwekeza udhamini katika mchezo huu spesifiki? Uh, mchezo wa pool table kama lio mchezo mwingine. Sasa so, hivi mmoja kati kati, ambao mchezo inapendwa na vijana wengi sana na imechukua lika la vijana ambao wanakuwa zaidi, uh, tofauti na kuenda, sisi ambao labda kidogo umri umekwenda, sisi nacheza nakutana michezo hii shule kwenye chuo, sana sana chuoni, mitaani ilikuwa ni ngumu sana lakini sasa hivi kwa sababu ni michezo mipya na vijana wamekuwa wakipenda sana, nadhani wewe ni shahidi, uweze ukapita mtaa mmoja mwingine ujakuta pool table. Sasa ni moja kati ya michezo ambayo inahitaji uhamasishaji kwa sababu michezo inapendwa na vijana, ko kwa namna hiyo, ndio maana wazamini inabidi wawepo wa kujitokeza ambao wa kuendeleza huu mchezo. Shukrani sana kwa namna yote, kuna Mwyo, kushirikiana, na TAPA, ili ya, ni, ni kweli na ni sahihi. Na labda kwanza ni nishukuru ni kwa uongozi wa TAPA, uongozi mpya umekuja na mbinu tofauti zaidi ya kuendeleza mchezo huu. Kwa hiyo mara kwanza ilikuwa inaonekana ni mchezo ambao utaukuta kwenye baa e, utakuta sehemu ya starehe, sasa sasa hivi kidogo imebadilika, sasa hiyo mentality hayo mawazo huu ni mchezo kama mchezo mwingine, imekuwa la msingi sana, na hii ndio imesababisha hata wadhamini wengine sasa kutokea kwamba sasa, zamani ulikuwa mkutano ni, ni vinywaji wa, wa pombe tu, pombe tu. Lakini sasa hivi unaona Smart Paint kiasi kubwa ameamua kudhamini mchezo huu na wadau wengine, na hakika tunapata wadau wengi tu, kwa ajili ya lengo kubwa ni kuongezea vijana exposure huo mchezo, kuwa na uzoefu wa mchezo, kwa sababu hakika unawagusa vijana wengi sana. Uh, hapo kumezungumza ameniambia before kabla kulikuwa na lika zinapatikana zaidi kwenye maeneo aabani ambayo alikuwa si maeneo rafiki sana hasa kwa watoto. Na sasa hivi tunaona vipaji hivi vinaanza kukuzwa kuanzia kwa watoto. Mimi kama wadhamini wetu, kuna na mkakati yoyote na kuendeleza vipaji vile vya watoto kuwatengenezea kwa kama Billiard Center, ambazo zitakuwa sehemu rafiki hasa kwa watoto, yeah. Na kiukweli nadhani kwa sasa hivi imekuwa Hey. Hapa tulipo ni biliadi, eh, yes. Na kuna sehemu nadhani na mimi binafsi sasa hivi nazijua zaidi ya 4 au 5 ambazo tayari wadau wameshaanza kuziweka. Sasa kuendeleza mchezo si wadhamini peke yake, pia na wachezaji na wao, sasa moyo wa wachezaji unapokuwepo na wadhamini pia wanakuwepo. Kwa ni lengo sahihi kabisa nadhani kupitia TAPA chama cha cha kuwa na hizo biliadi labda kila wilaya kwa sasa sasa hivi kwa sababu Dar es Salaam kila wilaya ziko mbili bila utatu, baadaye ende mikoani, kila mkoa kisha siku kila sehemu ukienda, na utabila, unaenda unaenda unamshauri nini ule mzazi ambaye bado anamtazama negative juu ya hiyo mchezo? kucheza kukatinzurii ni mzazi, mzazi. Oh. Yes. Na na ushahidi hapa, kuna mmoja kati ya wazee walikuja na watoto, ni nini ina maana yake kwamba sasa hivi wazazi ni mentality tu, tumeshaondoka tena. Ni, ni mchezo mtoto anapenda. Kuna haja ya kumfanya mtoto aanze kujua ta, na miaka 20 au 25 kama ana kipaji umeshapoteza. Kwa hiyo wazazi waondoe shaka, sasa hivi tumebadilika. na na yote pongezi kubwa, bado mimi naurudisha kwenye uongozi. Uongozi unapokuwa na maono, ukawapelekea wale members au wadau, wadau wakiyapokea wa yale, yanakuwa sio maono inakuwa nini? Yeah. Yeah. Uh, uh, <laughs> yani, ni mwelekeo sasa, ndicho kilichokuza zaidi katika game za ushindani kwa kweli, nadhani unaona, watu wanafika kwenye sita sita saba saba, yani hiyo inaonyesha ni serious kwamba mchezo uko serious na vijana wako serious yeah. Lakini nimependa utulivu wa mchezo unajua, <laughs> moja kati ya dhana ambayo itarudisha mchezo nyuma Mkukosa, ni kukosa nidhamu nidhamu bila katika mchezo wote, kukosa nidhamu haiwezi kuwa. Lakini unaona watu wamecheza, wanapiga shoti, watu wanapiga makoto. Nafurahi wana hakuna element yoyote ya ukorofi, ugomvi, hivyo ndio jana hu unavyotakiwa, na imenifurahisha sana. Naona hata vijana sasa na wenyewe wameelewa kwamba kuwepo kwa wadhamini ni kuwasaidia wao, ili waweze kuelewa mchezo vizuri zaidi na kuchangia, si kingine labda. Yeah. yeah. yeah. binafsi